Na hicho chama cha Freemason lakini pia kwenye ulimwengu wa nguvu za giza. Hmm. Sasa iko hivi kwamba kuna kuna hiyo ya design hiyo, lakini kuna nyingine ya kujitoa mwenyewe uhai wako, yaani kuuza nafsi yako mwenyewe kwa shetani oh. kwamba kuna mwingine nafsi yako mtu anatakiwa auze nafsi yako kwa shetani hmm. Sasa unauzaji nafsi yako shetani. Hmm. kwa shetani ni kwamba unaambiwa tutaku tutaishi maisha ya ya mafanikio, maisha ya utajiri sana. Mm. utajiri usi, yani, maanake utajiri wao ule, kuna utajiri ambao hauna hauna, hauna, naweza kusema, hauna misingi okay. Hakuna yeah, msingi kwamba utajiri wake imekuaje kwamba mtu anapokea mm. unakuta mtu anaanza kumiliki pesa mara moja pap pa, pa, pa muone mm. Sasa hiyo nazungumzia ni Illuminati, muone kwa Illuminati eh, unaweza ukapokea labda milioni mia, mia kadhaa muone au mia tatu kitu kama hicho, ukaambiwa bwana, wewe kila vikao utakavyokuona ulizulia na kila mambo utakapokuwa unaendelea vizuri, unafanya mambo vizuri kwamba wewe utakuwa utakuwa, uta, uta, uta, utakuwa.